Tumefurahi kwa kupata ushindi wa kwanza kwenye NBC Premier League kwa, kwa magoli matatu na alama tatu. Ni jambo la kupongeza wachezaji wetu, wamecheza vizuri kwa nafasi walizozipata e, lakini kuna wachezaji wazuri ambao naweza nikatolea maelezo kama kamaindelo, namna ambavyo wamecheza, mimi namuita Van Dijk. Huyu ni, ni ni beki gari mwenye thamani eh, hapa Tanzania na Afrika. Rushine De Reuck hakuna beki bora kama Rushine De Reuck. Hayupo, kama yupo mlete hapa, hayupo beki bora mzuri kama Rushine De Reuck. Huyu ni Van Dijk, hayupo, huyu ni Van Dijk yes. Beki mwenye thamani Rushine De Reuck, umemwona hapa kutoka kuna eneo la defensive area anakwenda kuscore free header goli la kwanza wa klabu ya Simba hapa. Na wewe Rushine De Reuck, hakuna beki bora kama huyo kuanzia footwork fitness level ball brain ball pass ball control, anaweza mshido. Mmemwona hapa boge moja bet kwanza, hana papara, ni mtulivu, anacheza ni kitabu. Tunasema ni relaxation football, anatulia. Ni mzuri kule kuklia mpira ya juu, aerial balls. Ni mzuri kule kuruka mpira kichwa, ni mzuri kule kufanya interception na ball blocks. Huyo ndio Rushindo yako ambayo mimi leo ndio ningempa man of the match wa leo kwa sababu gani? Kwanza akafanya eneo la defensive area, eneo la goalkeeping kuwa safe. Dakika tisini zote, umeona hajaruhusu goli kuanzia kwenye CAF Champions League dhidi ya gaboloni away, hajaruhusu goli mpaka leo, mechi ya fonten gate hajaruhusu mpira. Umeona, huyo ndio Rushid delok kulifanya eneo kuwa salamba. Musa pimpi kamana leo alikuwa na uwezo kukaa kiti pala kareteo, akanywa kahawa na kashata, akamaliza na bado asipate goli. Huyo ndio Rushid delok, lakini ukimwangalia Rushid deloko namna ambavyo yeah, ana, yeah. anafanya anafanya, yeah. anafanya. Yeah, mawasiliano yeah. na beki zake anawasiliana yeah, na Shomari Kapombe show me the way, anawasiliana nabi Kamara, anamwambia ukipanda rudi kwa neutral position, na kweli unapanda, unarudi kwa neutral position kuja kuziba spesi, mpira ni wa spesi. Huyo ndio rushini dok, ni ni beki wakati huo, ni kiongozi uwanjani wakati huo na akti kama kocha rushini dok, na umeona anavyocheza akipanda kwenye side of attack mstari anakumbuka kwamba atora zangu zimekaa zimekaa hapa kushoto na kulia, anaanza kwa kapombe au anaanza kwa kwanabikamara, ju inakwenda mambo yanakwenda. Huyo ndio beki bora ambaye mimi namzungumzia thamani yake ni kama van Dijk ukizungumzia. Okay, dakika arobaini na tano za kipindi cha kwanza na dakika arobaini na tano za kipindi cha pili zinaonekana kuwa za kitofauti. Dakika arobaini na tano za kipindi cha kwanza Simba walionekana kama hawa possession. baada ya kuingia kwa Morris Abraham tulianza kuona possession ya mpira Uh, ikiwemo miguuni mwake na kusupplyaji mzuri wa mipira ukiwa miguuni mwake. Pengine labda ni muda sasa vijana uh, kuaminiwa na kupewa nafasi dhidi ya Simba Sports Club kwa maana inaonekana ya kwamba pindi anapokuwa akiingia yeye timu inabadilika na inaangaliana inacheza tofauti na wengine. Abraham Morris, Abraham Morris. Wow, wow, wow. What a player. Abraham Morris ndio new Lionel Messi hapa. Yeah. Huyu ni zaidi ya Lionel Messi. Eh? Angalia anapofanya ile quick turning akiwa na mpira. Abraham Morris mchezaji wa daraja la kubwa. Angalia leo alikuwa napita maeneo ambayo huwezi kupita kwa macho. Abraham Morris, umemwona. F F touch yake, namna ambavyo anafanya dribbling with speed, with anticipation. Kuna eneo la wide. Angalia leo mashambulizi mengi tumepitia eneo la France. Kulia na kushoto. Abraham Morris alifanya eneo la kulia lionekane kama vile jehanamu au tanuri la moto kule kwa kwa cheza. Na ndivyo ambavyo timu ikaanza kupata ile tunasema good link muunganiko wa nyuma na na mbele, baada ya kuwepo leo. Kama mjui, kitaalamu, Abraham Moisi amecheza namba tatu uwanjani.